ngumu kiasi gani ya nyumbani lakini pia hamfanikiwa kupata ushindi leo japo, mimi uh, naamini matarajio ya wanamsimbazi siku zote imekuwa ni kupata matokeo, na sisi slogan yetu ni kwamba kwa Mkapa atoki mtu, na mimi kama mtendaji mkuu naamini kwamba mashindano yanaendelea. E, focus ilikuwa ni wao kufuzu, wamefuzu, tuwape pongezi, na sehemu zote ambazo za kiufundi ya sasa sasa sehemu ya kupata matokeo kama ambavyo, uh, mashabiki wetu wametarajia, tunaamini atafanyiwa kazi, hatua moja hatua makundi. Pengine malengo ya Simba yanazidi kupanda kadri mnavyosonga mbele? Malengo yetu yanaendelea kuwa yaleyale, na ndio maana mnaona jitihada zetu kubwa ni kuhakikisha sisi tunapata support kubwa ya mashabiki, na mashabiki wetu siku zote wamekuwa, uh, ni kiungo muhimu katika mafanikio ya klabu yetu. kwa hiyo niendelee kuwaomba tuunge mkono na sasa tunapoelekea katika mechi zetu za ligi kuu, tuna mchezo dhidi ya Tabora United uh, TRA lakini vile vile tuna mechi yetu uh, dhidi ya Azam. Kwa hiyo naamini wataendelea kutupa mkono na kutuunga zaidi. Kama klabu sasa, mipango ipoje kuelekea huko kwenye hizi hatua uh, nyingine za mbele, lakini kwa performance ambayo uh, imeonyeshwa leo imeridhika nani? Mipango inaendelea kawaida kuhusu masuala ya kiwango kuridhika eh, yo mwalimu wetu anaendelea kuwafanyia kazi. Tunafahamu kwamba ye amekuta timu tayari ikiwa imeshaanza msimu, tumesha sajili wachezaji na focus yake naamini ipo katika kuimarisha kikosi chetu. Ni bahati mbaya tu kwamba tujapata matokeo tuliwatarajia hapa Mkapa, lakini lengo lilikuwa ni kufuzu na tumefuzu. Asanteni haya.